Mimi Cosmas wa mwaka juzi, sio Cosmas wa leo. Nao, natakiwa wewe wa leo, usio wa kesho, na mimi vilevile. Natakiwa mimi nilivyo leo, kesho sitakiwi niwe hivi. Natakiwa nipande hatua nyingine, natakiwa niende sehemu nyingine. Nikiganda hapa hapa miaka yote, maana yake kuna vitu nimemisi, kuna mambo nimemisi, kuna mambo sijayafanya, sija ambayo yako ndani ya agano. Hiyo ndivyo ndio kanuni ya Mungu, hiyo ndio kanuni ya Mungu. Watu wa Mungu, Mungu ana kanuni hizo, anampandisha mtu wake kulingana na jinsi alivyo karibu naye, kulingana na anavyotembea katika agano, kulingana na anavyoliishi agano. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Watu wa Mungu, lazima ulitambue na ulielewe ilo, mwana wa Mungu. Maisha yako yatakuwa salama ukiwa ndani ya agano la Bwana. Maisha yako yatakuwa salama ukiwa ndani ya agano la Bwana, yatakuwa salama, yatakuwa salama, yatakuwa salama. Sasa mimi sijui maisha yako yakoje, sielewi maisha yako yakoje wewe mwenyewe ndo unajua jinsi alivyo maisha yako. Ujue kabisa mateso unayopitia sio mpango wa Mungu. Ni wewe mwenyewe umejitakia thamani yako kushuka. Sio kwamba Mungu ametaka, ni wewe mwenyewe umejitakia kutoka kwenye agano, kutoka kwenye patano kati yako na Mungu. Wewe mwenyewe wala usianze kutafuta mchawi. Ni kweli vita vipo, adui analeta vita, lakini adui hana nguvu kiasi hicho kumshinda Mungu wako mliyeweka naye agano. Shetani hana nguvu kuliko hivyo, shetani hana nguvu kuliko unavyo, ulivyo, ulivyompa kipaumbele wewe, kila kitu shetani, shetani, shetani shetani huyo shetani, wakati mwingine na yeye anashangaa, wakati mwingine na yeye anashangaa, wakati mwingine na unampa atensheni sasa ya kuendelea kukaza, ya kuendelea kukufuatilia, kwa sababu unamtaja, mtaja sana hata kwenye sehemu ambazo hahusiki. Simama kwenye agano, simama kwenye agano simama kwenye agano. Mungu wetu ni mwaminifu sana, agano lake halijaweza kutanduka. Ndio maana hata leo hii unaona toka agano ameliweka na Nuhu ya kwamba hata igharikisha dunia kwa maji, tena na ndivyo ilivyo hata leo, hawezi sikia kwamba dunia imejaa maji pote, utakuta tu mafuriko yenyewe ni kidogo sehemu mahali kwa mahali, lakini sio kugarikisha kama kipindi cha Nuhu. Akafuta kila kiumbe, akafuta kila mahali. Nuhu pamoja na wanyama walioingia nao kwenye safina ndio walipona. Lakini Mungu akiweka agano, halitangui atahakikisha analikamilisha kulingana na jinsi wewe ulivyo tayari kutembea katika hilo agano. Ni muda kitambo tu, usikate tamaa kama uko ndani ya agano la Bwana. Usione Mungu anachelewa kujibu, endelea kunyenyekea mbele za Bwana, endelea kukaa mbele za Bwana pamoja na mapito unayopitia, hayo mapito ni ya kitambo tu hayo mapito ni ya muda tu. Kuna wakati furaha itarejea tena kwa jina la Yesu. Kuna wakati amani itarejea tena kwa jina la Yesu. Kuna wakati furaha itarejea tena kwa jina la Yesu. Kuna wakati amani kwenye familia yako kwenye ndoa itarejea. Utapa, utapata faida tu, lazima ufanikiwe, lazima uende viwango vingine, lazima uende viwango ambavyo Mungu anataka ufike rika shandaramalika siki